Wizi wa treni wa mwaka 1963 unaojulikana kama The Great Train Robbery ulikuwa mojawapo ya wizi uliovutia sana katika historia ya Uingereza na ulimwengu kwa ujumla. Wahusika wake walipanga mpango kwa ustadi mkubwa na kufanikiwa kuiba kiasi kikubwa sana cha pesa kutoka kwenye treni ya kifalme ya posta. Licha ya mpango wao wa kijanja, makosa walioyafanya yaliwafanya baadaye waishie mikononi mwa polisi. Wizi huu haukuwa tukio la bahati mbaya; lilipangwa kwa muda mrefu na kwa umakini mkubwa sana. Wahusika walihitaji kujua ratiba ya treni, mfumo wa ulinzi wa fedha na mbinu za kukwamisha mawasiliano, ili kuhakikisha wakati wanapofanya tukio lao, basi hakuna msaada ambao ungeweza kuitwa kwa haraka. Kundi la majambazi lilikuwa na watu 15 wakiongozwa na Bruce ae alikuwa ni mwizi mzoefu aliyetambulika kwa matukio mengi sana ya ujambazi. Wahalifu hao walijipanga kwa miezi kadhaa wakipata msaada kutoka kwa mfanyakazi wa ndani wa shirika la Posta la Kifalme aliyewapa taarifa muhimu kuhusu treni hiyo inayobeba pesa nyingi bila ulinzi wa kutosha. Hivyo walifanya mazoezi na kufuatilia ratiba ya treni hiyo kwa muda mrefu ili kuhakikisha mpango wao unafanikiwa kikamilifu. Treni hiyo ilifahamika kama Royal Mail Train, ni treni ya kifahari sana iliyokuwa ikisafirisha pesa na barua kutoka Glasgow kwenda jijini London. Treni hiyo ilikuwa na mabehewa kumi na mbili huku behewa la sekta ya fedha likiwa na kiasi cha euro 2.6 milioni, ambacho kwa thamani ya leo kingekuwa ni sawa na zaidi ya euro milioni 50, ambazo ni sawa na shilingi trilioni 156.5 kwa pesa za Kitanzania. Mnamo usiku wa Agasti 8 ya mwaka 1963 ndiyo ilikuwa siku rasmi iliyopangwa kutekeleza mpango huu. Majambazi walikata waya za mawasiliano ya reli ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wa shirika la reli hawangeweza kupiga simu ili kuomba msaada. Majira ya saa 8 usiku, Treni ilifika katika eneo la Bridego Railway Bridge karibu na Buckinghamshire. Dereva wa treni, Jack Mills, aliona taa nyekundu na kusimamisha treni akidhani kuwa ni ishara halali. Aliposhuka ndani ya treni ili kuchunguza, alijikuta akishambuliwa na kupoteza fahamu kwa kupigwa na rungu zito maeneo ya kichwani. Majambazi waliingia ndani ya behewa maalum lililokuwa limehifadhi pesa wakiwa wamevalia mavazi ya wafanyakazi wa shirika la reli ili kuepuka kushtukiwa. Kwa haraka sana, walitumia silaha za chuma na vifaa maalum ili kufungua milango na masanduku ya fedha, na ndani ya dakika 30 walifanikiwa kuiba zaidi ya yuro milioni 2.6 bila kutumia silaha za moto na kukimbia kwa kutumia lori walilokuwa wameliandaa. Wizi huu ulichochea moja ya uchunguzi mkubwa zaidi katika historia ya Uingereza. Polisi waliunda kikosi maalum cha kuchunguza wizi huu na walifanya msako mkubwa sana kwa wahusika. Majambazi walijificha kwenye Leatherslade Farm ambalo lilikuwa ni shamba lililo karibu na eneo tukio lilipotokea. Walikusudia kusubiri kwa muda mrefu kabla ya kugawana pesa na kila mmoja kwenda mafichoni, lakini walifanya makosa mawili makubwa sana, kwani walihama kwa uharaka sana, na majirani wa eneo hilo walishuku harakati zao na kuwaripoti kwa polisi, lakini pia walibakiza alama ya vidole kwenye baadhi ya vifaa walivyotumia, jambo lililosaidia polisi kuwatambua kwa urahisi sana. Uchunguzi ulifanyika na polisi wakapata ushahidi wa kutosha, ikiwemo alama za vidole na vifaa vilivyotumika kwenye wizi huo kufikia mwaka elfu 1964 wengi wa wahusika walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Bruce Reynolds ambaye alikuwa ni kiongozi wa kundi hilo alikamatwa mnamo mwaka 1968, baada ya kujificha kwa miaka mitano. Lakini Ronnie Biggs ambaye alikuwa ni mmoja wa wahusika maarufu zaidi alikimbilia katika nchi ya Brazil na kuishi huko kwa miongo mingi kabla ya kurejea nchini Uingereza mnamo mwaka 2001 na kujisalimisha kwa vyombo vya viom usalama. Wahusika wengi walihukumiwa vifungo vya muda mrefu sana, wengine hadi miaka 30 gerezani. Lakini baadhi yao walifanikiwa kutoroka jela, lakini walikamatwa tena baadaye. Mfano Ronnie Biggs, yeye alitoroka gerezani mnamo mwaka 1965 na kukimbilia huko Brazil ambako alikaa kwa miaka mingi kabla ya kurejea nchini Uingereza mnamo mwaka 2001 na kujisalimisha kwa vyombo vya usalama. Baada ya wizi huu serikali ya Uingereza iliboresha usalama wa treni za posta kwa kuongeza walinzi wenye silaha na teknolojia za usalama zaidi, na mfumo wa usafirishaji wa fedha uliimarishwa kwa kutumia magari badala ya treni. Wizi huu ulibaki kuwa mojawapo ya wizi mkubwa wa kihistoria na umetajwa katika vitabu, filamu na makala nyingi. Zaidi, filamu na vitabu kama vile The Great Train Robbery kilichotolewa mnamo mwaka 2013, na, na robari ya mwaka 1967 zilichochewa na tukio hili. Ronnie Biggs aliendelea kuwa maarufu huku watu wakiona wizi wao ukiwa ni kama hadithi ya ustadi wa uhalifu, na miaka ya baadaye Bruce Reynolds aliandika kitabu kuhusu wizi huu baada ya kutoka gerezani tukio la The Great Train Robbery la mwaka 1963 moja ni mojawapo ya wizi wa kihistoria uliopangwa kwa uwerevu mkubwa, lakini ukashindwa kutokana na makosa ya wahusika. Ingawa majambazi walifanikiwa kuiba kiasi kikubwa sana cha pesa, lakini wengi wao walikamatwa na kufungwa vifungo vya muda mrefu sana gerezani. Tukio hili lilionyesha jinsi wahalifu walivyoweza kutumia ujanja wa hali ya juu kutekeleza wizi huo, lakini pia ilisababisha badiliko makubwa katika mifumo ya usalama wa usafirishaji wa fedha na mali muhimu za watu. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo, asante kwa kunisikiliza.